Katika maisha ya kila siku, binadamu hukutana na changamoto nyingi zinazoathiri mawazo, hisia na maamuzi yake binafsi. Wapo wanaovunjika moyo, wanaokata tamaa na kupoteza mwelekeo wa maisha. Sasa niko hapa kukuambia kuhusu ukomavu wa kiakili. Ukomavu wa kiakili humwezesha mtu kujitambua, kujiamini, kudhibiti hisia zake na kufanya maamuzi sahihi bila kuyumbishwa na maneno ya watu. Ukomavu wa kiakili ni msingi muhimu wa mafanikio, maendeleo binafsi na maisha yenye mwelekeo. Tuangalie sasa namna na ya kujenga ukomavu wa kiakili kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, usikubali kukatishwa tamaa. Kukatishwa tamaa huanza pale mtu anaporuhusu hofu na maneno ya watu kuamua hatima ya maisha yake. Maisha yana changamoto nyingi, na unapoanguka haimaanishi huwezi kusimama tena. Mtu mwenye ukomavu wa kiakili hutambua kuwa kila anapoanguka anapaswa kusimama tena. Jambo la pili, jua wewe ni nani. Kujitambua ni nguzo muhimu ya ukomavu wa kiakili. Hii inahusisha kujua wewe ni nani, una ndoto gani na una malengo gani. Mtu asiyejijua yeye ni nani huathirika kirahisi na maoni ya watu wengine. Na hapo upoteza mwelekeo huku akijikuta anaishi kwenye ndoto za watu wengine na sio kwenye ndoto yake binafsi. Lakini kama utajijua wewe ni nani, utaishi maisha kulingana na ndoto zako mwenyewe. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, tafadhali subscribe sasa kwenye chaneli hii, kwa sababu kila video ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee sasa. Jambo la nne: simamia ndoto yako. Ndoto yako ni jukumu lako wewe mwenyewe binafsi. Si kila mtu ataielewa ndoto yako na si kila mtu atakuunga mkono. Kusimamia ndoto yako kunahitaji nidhamu binafsi, ujasiri wa kusimama peke yako na kuanza hatua ndogo, hata kama upati sapoti mtu. Anayeshindwa kusimamia ndoto yake huwaacha watu wengine waiue ndoto yake taratibu. Jambo la tano, usikate tamaa. Kutokata tamaa ni moja ya ukomavu wa kiakili . Mafanikio ya kweli yanahitaji muda, uvumilivu na uthabiti. Mtu mwenye ukomavu wa kiakili hachoki kujaribu, hakimbii changamoto, hachoki kusubiri, hata kama haoni matokeo kwa muda huo. Ukomavu wa kiakili ni nguzo muhimu kwenye maisha ya kila binadamu kwa sababu kumfanya mtu kuwa na uwezo wa kusimama imara katikati ya changamoto na kufanya maamuzi sahihi, huku akiendelea kupigania malengo yake bila kuyumbishwa na maneno ya watu. Endapo utakuwa na ukomavu wa kiakili, utajenga maisha yenye mwelekeo, thamani na mafanikio ya kudumu. Anza sasa. hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.